unajua katiba zetu ni tofauti nyinyi mna katiba ya mwaka 1977 mimi hata sijazaliwa wakati ule yn yani ni sheria ambayo imepitwa na wakati sisi hapa Kenya tulikuwa na sheria za uhaini kama hizo eti kwamba ukikaa hivi wote kifo cha rais eti unafaa unafaa kunyongwa lakini kwa sasa sheria ile tuliibadili sisi tuna katiba ambayo inawapa watu eh, haki za kimsingi ambazo zinapelekea kwamba E, hawezi kushikwa tu kiholela eti upelekwe kwa shtaka la uhaini. Yeah. Kwa hivyo imenishtua kwa sababu matamshi ambayo inasemekana uh, Mheshimiwa Tundu Tundu Lissu aliyatamka ali, Yeah. Sisi hapa Kenya tunajua kwamba tuna uhuru wa kusema mm -hmm. Na matamshi ambayo oh, hayapelekei hatari yote kwa eh, serikali ama kwa chama tawala ama kwa nchi mm -hmm. Hawezi kusema kwamba ni matamshi ya uhaini. Kwa hivyo, si tunangoja kuona jinsi ambavyo majaji pale Dar e, es Salaam watashughulikia swala zima, lakini hapa Kenya sisi e, tunaona kwamba huo ni ukandamizaji tu wa haki za usemi.